Wazazi, mimi na nyie, hakuna mtoto mjinga. Anaweza kwenda shule akarudi nyumbani salama, hakuna mtoto mjinga, ila kuna watoto waliokosa msingi wa somo la hisabati. Sasa katika kumsaidia mwanao kuweza kuwa bora, mafanikio ni tabia, sio tukio. Usibadilishe shule, chenji sebule, hapo nyumbani, hapo hapo nyumbani hapo. Hapo ndio pakubadilisha mtoto aweze kuwa bora. Aya ha, maswali haya homework, sio ndo, sio ndo kujisomea? No, weka maswali ya kujumlisha, kutoa, kuzidisha, kugawanya. Hiyo ndio kama vile grease kwenye gari, yani ndio ndio oil yenyewe, yani ndio mafuta hayo. Kwa wacheza mpira, kuzidisha na kugawanya ni sawa na ile zoezi la kukimbia uwanja, ile wanakimbia uwanja na gym na train, ile wana, wana nini, wanaongeza pumzi. Kwa kuzidisha na kugawanya inaongeza pumzi, kujumlisha, kutoa vivyo hivyo. Sasa kuna watoto wanaoingia darasa la nne. Wale watoto hawa wanafunzi wetu mwakani wanapoingia darasa la nne ambao 2026 walikuwa na hesabu za kuzidisha kubwa kidogo. Lakini hizo namba mbili za chini tu. Lakini ukimpatia 34 mara mbili anapata vizuri akamwambia hapa, hapa ni nane, hapa sita. Ila hapa anamchanganya. Hasa kilichomchanganya hapo nini? Ni upangaji. Hii mimi nakuomba wewe, pambana nayo akiwa hapo nyumbani. Kwenye kupanga hii haina shida. Hapa naanza tu kama anajua hii hapa, mwambie ifanye kama kama unaificha hivi. Kama unaificha hivi eh. Hey. Sababu macho ndio inaongoza kwa uoga. Alafu naambia, "Tuendelee 4 mara 2 8." Tikana ukiwa namtungia maswali nitakupatia mbinu ya wale wanaojua tebo na wale wasiojua tebo hapa chakwa, tupate mpangilio. tatu mara mbili sita, mwambie sawa, tumeshamaliza afu unaificha na hii tena. Kaza kachuka kidefoni kama ukaikificha hivi, afu kachukua sangapi hapa. Ikaanza nne mara moja mwambie, hapa kwenye jibu ndo ayo makini. Jibu la moja la nne mara moja jibu lake linakaa usawa huu, chini ya moja kwenda kuwapa chini ya sita hapa nne mara moja nne. Hapa nne mara moja tatu, mara moja tatu, anaweka hapa. Akimaliza hapo, anajumlisha. Huu ndo mpangilio wetu. Tatu jumlisha hakuna kitu, nane jumlisha amna kitu, sifuri, au ukasema nothing, nakuwa nane. Sita jumlisha nne kumi, anaandika sifuri, anashika moja. Hakuna kitu, 0 plus 3 ni 3 na ile moja nakuwa ngapi? Nne. Hili ndo jibu lake. Sasa mpatia maswali hata kumi, mtungie tu 33 + 22. Cha kwanza unachotaka hapa ni ule mpangilio, unataka kumpa 66 + 11 tupate mpangilio kama unajui tebo, kama unajua bado tebo chache ya pili na tatu, namba zako zoezi hizi tu 34 let's say times 23. Hapa kin tebo 2 na table 3 labda 98 times